Ni kukumbusha bwana Mbaba, leo Jumatatu, lakini kuna watu wengine ambao siku, siku hii ya leo asubuhi hii ya leo. uh -huh. wametoka kwenye sehemu za starehe, wakati nakuja. Wapo wengi, si hapo nyuma tu. Eh, wakati nakuja uh -huh. nimeshuhudia mzozo mkubwa sana leo Wapi? mwenye gari na washikaji zake uh -huh. mwenye gari amelewa tila lila hajiwezi, hajielewi uh -huh. washikaji anamwambia huwezi kutuendesha gari lao gari sora, ndio hapo sasa. Washikaji wanamwambia sasa, wana wewe, uh -huh. huwezi kutuendesha siku ya leo. Ugomvi wake hapo umeingilia wa Masai, uh -huh. yaani ugomvi haujaisha mpaka mimi natoka pale, uh, kiukweli hao ndo marafiki wa kweli, kwa sababu wameshagundua rafiki yao, hata kama amewapa lifti, lakini ameshafika mwisho kwa hiyo inabidi asiendeshe chuma. All in all, tunazingatia bwana, don't drink and drive, ambayo hiyo inakatazwa kabisa kisheria. Ila hii hapa, ikiwa ni wiki ya mwisho kuelekea Christmas, tunasema leo tutatoa nafasi zaidi ya kuweza kupongezana kutumiana salamu za kutosha zaidi.